Na malaika, Halo. Habari yako? Salama, nani mwenzangu? Unaongea na Fanadeusi kutoka kituo cha Kati. Mdogo wako Jenifa anashikilia kwa tuma za mauaji. Unasema? Hapana, jarifu kufanya kitu kama hicho, hawezi kufanya kitu kama hicho. Siri umetoa wapi? Hapana. Mama, kwani kuna nini? Hamna kitu, mwanangu mwanangu, hamna kitu ionifa hapana.

Monika, hebu subiri kwanza maana mwenzangu unalia tu hata asikuelewi. Kwani shida ni nini? Lose, nilipokea simu, amesema kuwa yeye ni askari mahitajika kituoni na taarifa zilizotoka Mr. Frenki tayari na familia yake wamefariki. lakini Rozi vipi, kama ukijua ni mimi nimefanya hivyo hivyo, nachanganyikiwa hmm? ni siivo, hata nifanyeje? Nisaidie Rozi, nisaidie, naenda kuanguka. Mwenzio siwezi, lakini ninawazo Munika. Tumpigie mtaa la msimu tumwambie ukweli wa kilichotokea, uende, anaweza katusaidia. ni Saulos, jaribu kumpigia. ila naogopa, sijui itakuwaje. Chogangu, vuta pumzi kidogo, acha tujaribu, tuone itakuwaje Nikapona malaika, kumbe pepo ndani. Ole nikumbasia kwa mikono ya ada. Ukani alam kalam, rafiki yangu, kwa usama masharti na hivi tunavyozungumza, zoweka ameshafanikisha, lakini tatizo lipo kwenye mama shoto uliompatia, sijui tusaidiaje? Najua kila kitu kilichotokea, hivyo malizeni swala la msiba, kisha atakuja kilingeni ili afanyeni yote. Maji yaliyotumika kuziosha hizo maiti na yahitaji, kwa hiyo yatunzeni, mtakapokuja njooni nayo. Saamsalam. Monika, na hisi wemsikia mtalemu alivyosema. Chakufanya shoga angu, punguza presha. Kinachotakiwa kwa sasa nijisigani ya kuenda ili swala la msiba. Kidogo nimepata ahueni, lakini huu msiba na ubebaji Rozi nikana kwamba nimeanzisha safari ambayo sijui mwisho wake ni upi. Hakika umekuwa ni mzigo mzito sana kwangu. Naelewa Monika, wewe ni mwanamke jasiri, naamini hata hili jambo na, na yenyewe utalipita. Ni sawa, lakini sijui polisi inaenda kuzungumza nini

Kitu gani kimetokea kwa mdogo wangu? Mdogo wako Jenifa anakabiliwa na tuhuma ya mauaji ya watu watatu tena wa familia moja. Hapana, mdogo wangu Jenifa hawezi kuua afande, na hapa mbele za Mungu afande. <laughs> mdogo wangu Jenifa hawezi kuua afande. <laughs> naruhusiwa kumuona, kumchukulia zamana? <laughs> Dadangu, kesi za jinai huwa zina zamana, na kwa sasa upo chini wa uangalizi wa jeshi la polisi. Hivyo basi, endapo idagunika kuwa nausika kwa namna moja ama nyingine kwenye kesi hii, atauzea jela ani. <laughs> Ni Mungu mimi Jenifa. <laughs> <laughs> <laughs> Nini kwenye nyumba za watu Jenifa? <laughs> <laughs> niliyopuza kwa kupenda kupita kiasi bila kuuliza, tumaini likanyonywa na kumbukumbu, ndoto zikazikwa. Habari yako afande, mimi naitwa Monika, ni mke wa Mr Frenk, okay pia ni mpelelezi wa tukio la mauaji ya Mr. Frenki ukiwa pamoja na mume yake Monica, nahitaji maelezo kwa uchache kutoka kwako. Sawa, afande. Kwa taarifa za awali inasemekana kuwa wewe ni mke wa pili kwa Mr. Frenki. Ndio, afande, Frenki ni mme wangu. Monica, nahitaji kufahamu kama unajua chochote kuhusu mauaji ya mumeo pamoja na familia yake afande. Sina chochote ninachokijua juu ya haya mauaji. Monika, tangu mwalewa na Mr. Frank, hakukuwahi kuwa na ugomvi kati yako wewe na mkewe au Mr. Frank mwenyewe? Hapana, hapande, sikuwahi kuwa na ugomvi na mume wangu wala mke mwenzangu. Hata ya mauaji sielewi ni nini kimewakuta. Zaidi tu nimepokea simu asubuhi, inantaka kuja kituoni Afande, sielewi chochote labda umenichanganya, ni nini kimewakuta? Tunaye mtumiwa ambaye ni Jenifa, pia tunaye shahidi wa tukio ambaye ni ndugu wa mke wa marehemu. Hivyo baada uchunguzi wa madaktari utapewa utaratibu wa mazishi. Ingine ni kwamba itahitaji ushirikiano wako sana wakati wa uchunguzi wa kesi. Umenielewa? Sawa afande, nimekuelewa. Lakini huyo ndugu yake ni nani kwa majina yake? Umesema anaitwa Michael. Ujajua kama utakuwa unamfahamu. Ah, ndio namfahamu, naomba kuonana naye. Sawa, so unaweza kuonana naye. Kingine Ki baada ya uchunguzi wa madaktari mtapata taratibu za mazishi, pia mnaweza mkaendelea na taratibu zingine kama Bi mdogo, pole sana kwa mahojiano marefu. Najua sio rahisi kuelezea msiba huu kwenye mikono ya sheria. Pole sana, asante sana Michael. Lakini mimi kwa sasa akili yangu imezoeleka sana, sielewi hata nianzie wapi. Kipo cha mume wangu Frank, mke mwenzangu Joyce, rafiki yangu Alex, kimenipa wakati mgumu sana. Wameondoka ni ghafla sana, nilikuwa bado nawapenda, lakini tuseme Mungu kawapenda zaidi. Japokuwa asili ya ya kifo chao, ni Mungu ndiye anayejua. Hakika kifo chao kitanitesa sana maisha yangu yote, kwa sababu kwa sasa hali nao ipitia, nikiamka, nikifikiria sura zao zinitoke kabisa t Hakika inaumiza macho, lakini yapasa tusimame tuyashinde haya. Hakika mimi nitasimama kama mtu amesapenga, nitatetea kitu changu na nitahakikisha aliyoi unaweza keani kai uuanao na tukio chochote

sina okuapande uamng na ilikuwaje? We ukula chakula hali ya kuwa iua huji chochote? nimchai mzito kweli, lakini akamana sisi ni familia, najua pia. Nilikuwa nimemzoea sana dadangu, nilikuwa kila nikikaa na mama ni nimsalimie, lakini ndio hivyo, hatupo naye sasa hivi. So cha msingi ni kusimama tu uliobaki na kujua nini tunafanya. Asante lakini Michael, nimebaki najiuliza sana, maaskari walipata wapi namba yangu hadi kunipigia simu usiku. Ah! nimebaki nimechanganyikiwa sana, sielewi walikuwa simu ya dadangu joiu wakakuta namba yake na imesaiziwa bi mdogo. Kwa kuwa dada yangu alikuwa ni mke mkubwa na hulikuwa mke mdogo, kwa hiyo waliona hiyo taarifa ni vizuri wakikupigia wewe, sababu nawe ni mtu nah, wa muhimu kwenye familia hiyo. Na kingine tunajua dada yangu sana apendelea kuweka, kwa hiyo ilikuwa ni virahisi kutafuta namba na kuipata namba yako, ndio hivyo ndio maana walikupigia. <coughs> Mai gesi dada yangu hali moyoni hadi namba yangu kwenye simu yake ah, kweli nauma, lakini Michael afande, anaambia kawa legini kuwa wanayemtumiwa ambaye ni walimkuta sehemu ya tukio afande, kile nilichokueleza ndoko yangu mimi. Mimi sijaua mimi, siwezi kuwa afande, siwezi kuwa watu wote hao, pamoja na mpenzi wangu Alexi, ilikuwa nikimpenda

Si hivyo tu, hapande. Sina maelezo mengine, naendelea na upelelezi. Endapo itabainika kuwa wewe ndiye muhusika, lazima uozejea. Naam. Sasa <laughs> ah, taarifa nilionayo ni njema kwako tayari, yeah. <laughs> Ni Mr. Frank na familia yake yote wameshapoteza maisha, na hivi ninavyokwambia tunafanya tu taratibu za kwanza kwanza. Ngoja nikupongeze kwanza kwanza hongera sana kwa kazi nzuri, kutegemea kabisa kama utafanya kitendo kama hicho. Hakika hi ni mwanamke jasiri sana Dani. <laughs> <laughs> yangu asante sana furaha yangu, nikukuona ukiwa na furaha. Nipo tayari kutimiza lolote ile utakalo lihitaji, ili mradi tu uwe na furaha, kipenzi changu. Sawa, nimefurahi sana Anatina sana tena sana.